Usichoke, Profesa Mando, wale vijana wasaidie na sisi tuko nyuma yako, tutakusupport. Ulipopigia simu nimekwambia nitakuja na nimekuja. Si rahisi rahisi mimi kuenda sehemu sasa hivi, lakini nimekuja. Kwa hiyo hilo nataka kusema ni heshima maalum kutoka kwangu. Alieleza hapa JP Williams from my heart to you as a ZIF na wakati wote mtakaponitaji nita nitakuja. Lakini kubwa zaidi Eneo la tatu katika ZIF, nataka kusema management na board na e, mliimarishe zaidi jukwaa na sisi tutakusaidieni, jukwaa hili liwe much stronger, kwa sababu historia ya miaka 28 sio ndogo, ni kubwa sana. Mimi katika maisha yangu ya miaka minane plus ZIF kama mwenyekiti nimeona watu mashuhuri na maarufu wakubwa duniani walokuja hapa, wamekuja wacheza filamu duniani wa Hollywood, Bollywood, Nollywood Zollywood, mwingine wood wote wamekuja hapa. <laughs> E, nimeona waandika script wa wapiga kamera. Juzi moja alinipigia simu kutoka Nigeria, yule alokuja hapa. Kuna jambo jingine anahitaji tukazungumza, bikia neko, bikia eh? bikia alinipigia e, simu kwa hiyo Tanzania kuna haja ya kuliendeleza hiyo na tuliendeleze. Tuwatumia ni pia wazee wetu walokuweko kina Bimare Mamdan wengine wengine wa mesha staafu tuwaiteni. Hata mimi kule na watumia mabalozi wastaafu sana, Ministry of Foreign Affairs ndio tumeweza kuzindua ile sera, kama umeona sera mpya. Kwa hiyo tunatumia sana wastaafu, wastaafu wanakuwa na experience ya aina yake peke yake uipate kwingine kote hata university uipate. Eh, ni, ni unique sababu amepitia mengi sana, kwa hiyo tutaendelea kuunga mkono. Hilo la kwanza nataka kusema, lakini la pili nataka kuongea na ndugu zangu, watu wa serikali. Wapo watu wa serikali, baraza la sanaa wapo, upo. Ehe, pande zote mbili za Muungano, Marais wetu wawili wote, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, wameshatuonesha wao mfano kwa ku, kwa kuigiza wao wenyewe, pamoja na watu mashuhuri duniani, filamu mbili kuna yule yule mmoja Robert Green, ile The Royal Tour, na pili e, Jing Dong mchina huyo. Na hizi filamu zimekuwa mashuhuri sana duniani, hapa Tanzania sio wengi walizoziona. O na, naomba nikwambie ni kweli, kwa sababu mimi nimetoka huko China juzi. Ile filamu ya Tanzania mpaka sasa hivi inazungumziwa. Tulikwenda kuona na kampuni kubwa ya ndege, wanataka kuja na direct flight ya watalii kutoka China kuja moja Zanzibar, moja Kilimanjaro, itakuwa inatua. Wanasema wale wa China wamevutiwa na ile film ambayo marais wawili wameshiriki. Sasa ikiwa na kwacheni nyinyi sasa, anananyi niko pamoja na nyinyi, ikiwa marais wetu wawili washatufungulia njia washatuonesha, tujiulize sisi tunatakiwa tufanye nini? Next, I think there's some work we need to do. Mefurahi presence yenu serikali, leo hapa mpo, ikisema serikali na kusudia leo wizara zile zinazohusika, Ministry of Culture Arts kule kwa Profesa Kabudi e, na hapa yuko Tabia Mwita e, kwa hiyo mefurahi kwamba wawakilishi wao mpo, lakini kuna jambo tunatakiwa tufanye zaidi, na sisi tuko nyuma yenu e, sisi kama, kama uso na macho wa kimataifa tutaleta fursa nyingi sana kwenu nyenye.